Mechi ya mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu baina ya Yanga na Simba Kariakoo Derby iliyokuwa ichezwa Disemba 13 mwaka huu sasa itachezwa Machi mosi mwakane. Hiyo inafuatia maboresho ya ratiba ya ligi kuu yaliyotangazwa leo na bodi ya ligi kuu Tanzania. Kubadilishwa kwa ratiba ya mchezo huu kunafanya mwezi Machi mwakane kunafanya timu hizo kukutana ndani ya muda wa miezi miwili tu katika ligi kuu kwani mchezo wa marudiano baina yao umepangwa kuchezwa Mei 3 2025. Kwa mujibu wa mabadiliko hayo ya ratiba, mchezo ulioahirishwa wa ligi kuu Tanzania bara baina ya TRA United na Simba ambapo awali ulipangwa kufanyika Oktoba 30 sasa utafanyika Disemba tatu mwaka huu. Mchezo baina ya Singida Black Stars ambao nao ulipangwa kufanyika Oktoba 30 sasa utafanyika Disemba tatu huku ule wa Tanzania Prison dhidi ya Yanga ukipelekwa hadi Disemba mbili mwaka huu. Maboresho hayo ya ratiba yameonyesha kwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2025-26 kutafika tamati Mei 29, 2026 kwa mechi za raundi 30. Ligi hiyo inatarajiwa kusimama kwa siku 46 kupisha fainali za mataifa ya afrika AFCON zitakazofanyika Morocco kuanzia Disemba 21 mwaka huu hadi Januari 18 mwaka mwakani. Katika hatua nyingine, hafla ya tuzo ya ligi kuu 2024-25 zimepangwa kufanyika Disemba 5, 2025.